Kristo akikuangalia wewe anajivunia wewe ama anajuta? Kwa sababu yako wewe mwenyewe unayenisikiliza siku ya leo, we kaka, we dada, we baba, we mama, kijana wa kiume, kijana wa kike, Mungu akikuangalia mwenendo wako, tabia yako, unadhani Mungu anajivunia wewe ama ndani yako anapata uchungu kwa sababu yako? Hilo ni swali ambalo kila mmoja nataka ujiulize. Ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu uliojaa sauti nyingi. Ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu uliojaa, ulimwengu uliojaa dhambi. Ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu ambao shetani na kambi yake wako bize kufanya kampeni kuhakikisha ufalme wa Mungu, kuhakikisha watu wa Mungu mioyo yao inageuzwa isimgeukie Kristo, bali igeukie mambo ambayo at the end of the day yanatupeleka kuzimu. As I preach this morning, you need to understand this. Ulimwengu ambao tunawishi mimi na wewe, tunao ulimwengu mwingine baada ya hapa tunakwenda. It doesn't matter jinsi ulivyo handsome, it doesn't matter jinsi ulivyo beautiful. Baada ya ulimwengu wa damu na nyama tunaoishi, kuna ulimwengu mwingine tunakwenda, na huo ulimwengu tunaokwenda, hautakwenda na baba yako, hautakwenda na mama yako, hautakwenda na mume wako, wala hautaenda na mke wako, wala hautokwenda na hiyo biashara, wala hautokwenda na hizo mali zako, wala hiyo nyumba hautokwenda nayo, wala hilo gorofa hautaenda nalo, wala huyo mume wala mke, hautaenda naye, wala hao watoto wako, hautakwenda nao, wala hizo pesa ulizonazo benki, hutakwenda nazo. Brothers and sisters, kama ujio wako wa ndani ya hii nyumba ya Mungu, unamtaka Mungu na dhambi unazitaka. Kristo is about to come back. Jicho la Kristo linakuangalia.